yetu ni dhidi ya roho chafu zilizo nyuma ya hawa watu, na ukijua hii Ukristo wako utakuwa wa baridi na mtulivu sana. Mwana maombi Mkristo, maombi yake atageuka kuanza kujibiwa na kuonekana anamwomba Ibilisi na sio Mungu. Ni kwa namna na nia inayomsukuma kuomba. Kama utaomba kuomba watu wapate mabaya, wapigwe visukari, wavunjwe miguu, wafe, wateketee, maanake vita vyako ni vita vya nyama na damu. Wewe unawaona watu, upeo wako hauoni nguvu iliyo nyuma ya watu. Yesu anasema amekuja ili awakomboe watu. Kisasi ni changu, kisasi ni cha Bwana. Maanake wewe mwenyewe unaingia kulipa kisasi, wewe mwenyewe unamfundisha Mungu vitu vya kufanya na matokeo yake ni kwamba Mungu anakupisha, unabaki wewe na baba wa dunia, mfanye mnachokiweza. Ko, epuka kwepa, ogopa aina hii ya maombi. Haya ni matokeo ya kutokujua asiri, asili ya vita vyetu. Vita vyetu sio dhidi ya mashemeji, vita vyako sio dhidi ya wifi, mama mkwe, hauna vita na bosi na mfanyakazi mwenzako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 yanayosukumwa na kisasi yanayowatakia watu mabaya.